Hii ni simulizi ya kijana masikini ambaye aliamua kutafuta mali kupitia kwa mganga ambaye alimpa nyoka. Na kijana huyu aliupata utajiri lakini makubwa yalimtokea. Ungana nami kusikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza mengi. Sumuni alikuwa kijana masikini sana. Aliishi katika kijiji ambapo kijijini hapo alizalaulika na kila mtu. Ndugu zake Sumuni hawakuwahi kujulikana. Aliibuka tu kijijini hapo akiwa ametoka kijiji cha mbali. Sumuni alichoshwa na umaskini na hakupenda kuishi maisha yake akiwa maskini. Kwa hivyo, Sumuni akachukua maamuzi ya kwenda kwa mganga. Alipofika kwa mganga, alimweleza mganga shida yake kwamba alitaka utajiri. mganga alimweleza kwamba utajiri angeweza kupata, lakini akamuuliza Sumuni, una moyo? Sumuni alijibu kwamba ana moyo na alikuwa tayari kwa lolote. Basi mganga alimfanyia tiba Sumuni, alimganga vilivyo, na mganga alimweleza sumuni atalipa akiona mafanikio. Sumuni aligangwa kwa muda wa siku tatu, akapelekwa baharini akaogeshwa maji ya bahari, kisha akapelekwa ziwani akaogeshwa maji ya ziwa, lakini pia akarudishwa nyumbani, akapelekwa kwa mganga akagangwa vizuri. Ndipo ilipofika siku ya kupewa sharti, alipewa sharti la kuishi na nyoka. Subuni alielezwa kwamba nyoka anayepewa ni mdogo kadri anavyozidi kumlisha unga atazidi kukua, na alitakiwa kila siku ampe ndoo ndogo ya unga, ile ndoo ya lita kumi, ile ndogo. Kila siku ampe ndoo ndogo ya unga, unga wa dona. Alielezwa nyoka huyu mdogo ataendelea kukua kadri unavyomhudumia. Alielezwa amjengee nyumba ya nyasi katika maka katika sehemu ambayo itakuwa makazi yake, lakini pia alielezwa afungue biashara yoyote. Sumuni alifuata maelekezo ya mganga akafungua biashara ndogo, ambapo kadri nyoka yule alivyomlisha unga, nyoka yule alizidi kukua na biashara ya Sumuni nayo ilizidi kukua, kulingana na alivyokuwa akimlisha nyoka. Alikuwa mpaka likawa joka kubwa lililokuwa likitosha sasa katika nyumba yake Sumuni aliendelea kumpa unga. Utajiri wa sumuni uliibuka ghafla, akawa tajiri mkuu, akajenga nyumba nzuri ya kisasa, na akamjengea nyoka wake banda zuri ambalo aliingia kumhudumia kila siku. Kazi kila mganga ilikuwa kwamba joka lile litahudumiwa na sumuni mwenyewe na si mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo sumuni alikuwa macho makini sana, lakini siku moja Sumuni akiwa amekaa na wanaye. Sumuni alifanikiwa vizuri na kukumbusha, alioa mke akapata na watoto, akawa anaishi maisha mazuri kabisa. Sasa siku moja, Sumuni akiwa amekaa na watoto wake, amekaa na mkewe wakitazama TV, majambazi yalivamia katika nyumba, yakamteka sumuni na kuondoka naye. Joka lile kwa kukosa unga lilifura kwa hasira. Baada ya majambazi kuondoka naye Sumuni, alishikiliwa kwa muda wa siku tatu. Majambazi walitaka wapewe fedha. Baada ya majambazi yale kumshikilia, huku nyumbani joka lilifura kwa hasira. Baada ya kupita siku tatu likiwa halipewi unga likavunja lile banda. Lilipovunja lile banda, mke wa Sumuni aliliona joka lile, akakimbia na kuruka ukuta. Mtoto wa Sumuni aliyekuwa na miaka kumi na nne alimezwa na joka lile. Majambazi yaliyokuwa yamemteka Sumuni yalitaka yapewe fedha, yalipewa fedha hizo. Sumuni aliwasiliana na wafanyabiashara wenzake, wakayalipa majambazi fedha ambazo yalitaka ili yaweze kumwachia. Fedha zikatolewa, Sumuni akarejea nyumbani. Aliporudi nyumbani, Sumuni hakuamini macho yake, alikuta nyumba yake imewaka moto magari yameungua, kila kitu hakitamaniki. Na alipouliza aliambiwa, mwanao alipotea. Mke wake alipomwona Sumuni, ambaye alikimbia na kujificha, akamweleza Sumuni kwamba mtoto alimezwa na joka. Sumuni alidondoka chini, akalia kwa uchungu, akatambua wazi umasikini sasa ungerejea.